E bana, e, e bana, hii unayoiona hapa ni ile tunaita barabara ya mzunguko, barabara ambayo inalizunguka jiji la Dodoma ama kwa kimombo tunasema ring road. Ile ring road wanaotengeneza kukweli, kwa kweli wanakwenda kwa spidi nzuri sana e, hapa nilipo ni upande ule wa mbele, unaoona kule ni unaunganisha barabara ya kutoka Dodoma kuelekea Iringa ama e, Iringa Dodoma. Na maana hii barabara ya mzunguko, manake kutokea mbele kule, kama mtu anakwenda Singida au anakwenda Mwanza au Tabora e, hana haja ya kupita katikati ya jiji la Dodoma, basi atazunguka, atapita na hii barabara, atakunja pale kushoto. Kama ametokea Iringa manake anakunja kushoto, alafu anakuja na barabara hii namna ile kuja na barabara hii namna ile, anakwenda zake, anaenda kuikuta e, Bahirodi ile barabara inayoelekea Singida ile, anaenda kutokea Nala. E, hii ni barabara ndefu sana kwa sababu nimejaribu kwenda nayo sijaweza kufika mwisho sijaweza yani, nilikuwa nakwenda tu kama mtalii <laughs> e, nikijua kwamba nitafika sehemu nikute kwamba imeishia hapa, lakini sikuweza aa, kufika na sikuwa na uhakika na mafuta niliokuwa nayo, kwa hiyo ilibidi nigeuke, isijakaniishia katikati huko nikapata tabu, maanake barabara ni ndefu kweli kweli, inakwenda kuunganisha Nala, sehemu kunaitwa Nala kule. Alafu kama mtu anatokea Iringa anataka kwenda Singida au Manyoni, anataka kwenda Tabora, Shinyanga, Mwanza e, basi badala ya kupita katikati ya jiji la Dodoma kuleta foleni huko e, anakunja tu pale, anakuja anakwenda humu yes eba na e, kwa kweli jiji la Dodoma litakuwa e, nafikiri kwenda kuwa jiji moja la mfano e, na wanaoishi katika jiji hili hata kumbana na adha zile za foleni e, kwa sababu upande wa pili kule ni kwamba hii barabara imeendelea kuzunguka. Uh, ukikunja kushoto ndo unakuja, e, unaenda kutana barabara ya kwenda Singida, lakini ukikunja kulia unakutana barabara ya kwenda Morogoro da, alafu inaenda kuzunguka hivyo inakutana barabara ile ya Arusha ehe, nazunguka tena inarudi tena Nala. Kwa hiyo unaweza kaona e, jinsi ambavyo Mambo yanakwenda kuwa yamepangika katika jiji la Dodoma. Mapinduzi mtembezi, hii ni Afrika, hii ni Tanzania, hii ni Dodoma. bye bye.